Bi Amina ni mkazi wa mtaa wa Mpanda Hoteli, manispa ya Mpanda, mkoani Katavi. Mwanamke huyu ana jumla ya watoto watano, ambapo mtoto wake mmoja ni mkubwa na ameanza kujitegemea, lakini watoto wanne wanahitaji msaada, kwani watoto hao wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi na hawasomi shule. Mama huyu ambaye hana sehemu ya kulala na anajikuta akitangatanga nyakati za usiku na watoto wake akitafuta sehemu ya kujistiri. Sawa. Sasa, na ulikuwa umeniambia ya kwamba kwa, kwa eh. eh. huwa kuna mahali mm. unaenda kulala ile usiku nilipokuwa nimekutana na wewe. Maeneo gani? Maeneo yapo hapo stesheni kwa mlinzi hapo umesema ndio eneo ambalo unashinda. Ni kitu gani ambacho kinakufanya kushindwa kulala maeneo hayo? hapa siwezi nikalala kwa sababu hamna mm. nyumba nitakufa, ntakufa ovyo ovyo, lakini kiangalia hey. <thefeals> Uh, muda ambao nilikukuta jana ule nimeelekea saa tano kasoro usiku, pengine kitu gani ambacho kilikuchelewesha, ukaondoka usiku ukiwa Mungu, halafu pia una watoto wadogo aha? Jana yaani kwajisikia naumwa, ndio maana nakuwa nachelewa kwao kwa ajili ya kuwapikia watoto wangu chakula naeta jiko hapa, hapa nawasha, na washa mm. <laughs> hey. na masufuria, anaanza kupika vyombo, vyombo mama, siwezi kuweka hapa, naiba, hamna nyumba, hamna mlango. Nitakuwa napigana na majirani, umeniibia kama mwewe, kumbe hivi hey. ndio mwewe kwa vyombo vyako wewe unahifadhi wapi? Yo, yaani vyombo mimi popote mi, pale nikikutana kuna watoto wenyewe mama yenu uko wapi? Mekeni aka kando. Kwa muda nikija hata kama akinihifadhia jikoni nikipita pale nachukua ameshaniwekea. Sasa nafahamu. Tayari wananipa mama lijia vile vyombo akasema eh, hey, msaidieni mama huyu na yeye sio yeye. Yeah, yeah. Ni ya duniani. Eh, hey, mama ndio nimeishi hivyo. Mm-hmm. Sawa, na watoto wako sasa, nikiwaangalia wale wote wawili ambao nimekuja nao wana umri wa kwenda shule eh, wanasoma e? E, wana shule um. Kwa nini hawasomi shule? Kwa sababu ya maisha yangu, mimi nashindwa kabisa hata kuelewa, chakula cha chenyewe ni shida, siwezi mama nikaibe, eh uongo, zambi. Anayeomba ni mzuri, anayembaya ni mwizi. Eh, mama uko peke yako? Mimi niko peke yangu hey. Wa watoto baba wao yuko Tabora. Kwa habari nimezaa na wanaume hao yupo Msukuma yupo Msukuma tena Mnyamwezi. Huyo nilimwacha Inyonga, naye ni mleva na leo na leo baadhi. Hata nikisema nimwachie, watoto watakufa. Eh. Kumbe, bora mimi hao watoto nikasema nikae nao niwaokoe. Hata nikija kufa takuwa nimewaokolea uhai angalau kidogo. Eh. Hey. Mana napozaa mtoto mama sio wakutupa jalalani, ni kiumbe hiki, sio baba mwehu na mama a mwehu. Mimi afadhali kidogo, sio mwana nimewakuza kuzao. Ili eneo ni la mzee mmoja hivi, anakaa kaa mbuzi jali, mwachia huyo mzee mwenye amepanga kwa baba, mko hata ukisia, mtaenda kumuona hata jioni. Saiza ameenda shambani mm -hmm. kondoli, kondoli, na e, na yeye ni Mnyamwezi mwenzangu naye anatokea Tabora huko. Sawa mm. Sasa zinapotokea changamoto mbalimbali mfano mbali, kama watu wakiugua, wewe <coughs> <coughs> unapata unapataga wapi msaada msaada, mm msaada -mm. Hamna. Mimi kama nimepata chenga nyingi nyingi, nauza chenga kiasi, kama ni elfu moja na mtoto nikishaenda kumnunulia dawa tu anapona eh. Kama ni dawa ya chango naweza kuchukua kale ka bomba nikamuinika tu ayali, mtoto akiendelea kupona basi, ndio unaacha hivyo hivyo. Hey, mama na kwa wakati ambao, uh, labda unakosa, kuna wakati mwingine ambao unafanyaga kazi na unakosa hata chakula ee. Hey, inawezekana mm -hmm. Naomba unga kwa majirani mm, wananisaidia hata huyu babu alikuwa ananisaidia sana, sana. Mm -hmm. Sa, sasa kwa wanaokutazama na kukusikiliza wakati huu, wewe hasa unahitaji msaada gani? mimi, mm. Ah, mimi nilikuwa nahitaji tu msaada kama wanaisaidia hela, wakisha nisaidia hela, ni, niwe nafanya biashara naweza na kuipia nyumba nao lala na kujua wanangu wanasoma ni watunze hivi biashara yangu tu iendelee, maana mama, maisha hayana mwisho. Sawa. umesema ya kwamba hapa huwa unashinda tu, ukipata chochote kitu ndo unakuja kupika hapa. lakini e. pia vyombo huwa unaviacha tu kwa jirani, kwa, e. jirani, e. E. kwa jirani. E. kwa eh. na hata sasa nataka nijue huko ambako unasema huwa unaendaga kulalaga. ni ndugu yako ama imekwaje? Ah, sio ndugu yangu mimi ni mtu tu mlinzi hmm. hata saa hizi ukisema usema unaenda hayupo kasha aenda nyumbani sasa. Mmm, ile jioni ndio anakuja kwenye ulinzi mm. maana yule alinisaidia tu sehemu ya kuwa niwe nalala, kasema wewe <coughs> nalala naenda na usiku, maana na yeye aliniona na naenda na, tabuka reli usiku mmm, ndio akasema usiku unaenda kuvuka reli, sasa hivi watakuja wakubage wa siku moja. Sasa mimi nakuhifadhi huu nalala, kifika saa 12 kwenye swala la kwa sababu nafagia unaenda kufagia tayari mm. Basi nikamsikiliza mama kwa hilo nikasema. Mm, baba umenisaidia, sasa naye anataka kunisumbua mm. Anaanza kuniambia vya kunioa, mm. sijui nini mm. Unashindana naye kwa hilo. Sasa anajiuliza mimi naposhindana na yule baba, ananiambia vya kunioa mimi. Umuri wangu mimi sio wa kwa niwe na ule wa ule. Nataka nipambane mm. na maisha yangu kwanza mimi ili niokoe watoto hawa kuolewa hakuna mwisho na kuolewa. Mimi nishaona kuolewa ni ujinga, kwa sababu anaenda kuoa hakupi maisha, atakusumbua, hata kutupia vyombo saa nyingine, hakutunzi, anaweza kukupa kara za kipumbavu. Kumbe bora nakomana na, na usimbe wangu. Mama anajipanga vizuri, nini nacho kitaka, atanunua mwanangu, tamuweka kwenye raha, sio kubuguziwa na baba wa kama nakutupiwa vyombo, kwamba mimi sijawazaa naishi katika hali mama ya uhuru kujisikia. Hey. Sawa, umesema ni mtu wa Tabora. Hey. Sasa turudi nyuma kidogo nifahamu. Mm. wakati unatoka Tabora, unakuja Mpanda, huko ulikuja kwa nani? ni kuja kwa mamangu. Hey. Hey. na mamangu alikuwa anakaa hapo mbele kidogo. Hey, alipougua wazazi pale Tabora, kama alihama maana na baba toka zamani, baba ni mtu wa Shinyanga alikuwa kutoka Tabora kwa mama hapo nyumbani anaenda Shinyanga, Singida kufanyia kazi. Na mara mama alipohama aliuza na kiwanja Tabora, hakuna nyumba wala nini mama. Sehemu aliokuwa ameijenga ilikuwa ni hapa Ugala hapo. Kiwanja kimeshaibiwa, sijui mambo yao yanaenda vipi. Na na huyu mwanaume fatilia tena. Kwa hiyo mwanaume ambaye umempatia hapa mpaka sasa hivi hauko naye tena? tulikiwozana tu kwa sababu ya baba yake na yeye mwenyewe. Nikiangalia mwelekeo wake hana akili ee, mimi niliona tu niishi maisha ya peke yangu na kuweza kupata msaada. Kwa majina anaitwa Ibrahim Ali Msanda, mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hoteli. Uh, Biamina Asimi Mashishira nafa namfahamu namfahamu uh, muda kidogo uliopita. Kwa sasa na mwhesabu ni mkazi wa wa uteli, miki ukweli, miki kwa mtaa wangu Mpanda hoteli, sababu nafahamu mazingira anayoishi nayo, lakini kiukweli ni kwamba mazingira anayoishi Bi Amina Yasini Mashishira ni mazingira ambayo yanahitaji asaidiwe, sababu ni mazingira uh, hatarishi pia ni mazingira ya kiusalama, lakini pia mazingira ya maisha yake ya kila siku, lakini pia mia, uh, mina Yasini Mashishira anaonekana kwa maelezo anavyoyatoa, alikuwa mkazi wa mkoa wa Tabora, sehemu panaitwa Tutuo, ambapo anasema kule ndo alipokuwa naishi na mume wake wa kwanza, lakini baadaye mume alimwacha. Baada ya mume kumwacha kwa ugumu wa maisha, akaona aje Mpanda kwa ajili ya kutafuta maisha. Lakini sasa pia leo tumemhoji, anasema wakati anatoka Tabora alikuja kwa mama yake mzazi ambaye alikuwa anaishi hapa Mpanda, baadaye mama yake mzazi akafariki. Baada ya mama kufariki akapata mume, lakini sasa changamoto ya mama alionayo, kwanza ana changamoto ya akili, eh, afya yake ya akili sio nzuri. Kwa hiyo, hiyo pia ilikuwa ni changamoto ya namna gani ya kumsaidia, kwa sababu hawezi kufanya biashara, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye hata tukimtafutia sehemu za kuishi, kupitia changamoto ya afya ya akili aliyonayo, imekuwa pia haiwezekani. Fanya msaada mara kadhaa, ya zafuka, lakini moja kwa moja. Lakini kimsingi ni kwamba Bi Amina asili mashishira na watoto watano, lakini hao waliobaki wanne ni watoto ambao bado wanahitaji msaada. Sasa, mimi kama mwenyekiti wa mtaa Mpanda hoteli, kwanza kama nilivyosema, nimekiri kumfahamu, lakini pia nakiri kwamba mkazi huyu wa kwanza ni kuhakikisha watoto tunawatafuta kwa ujumla wake. Kama ulivyoweza kufahamu kwamba hata watoto wake wengine hajui wako wapi kwa sasa, tutawatafuta kwa, wote tutawakusanya sehemu moja, tuhakikishe sasa tutaweka tuta tuta kwenye mazingira fulani ya usalama, usalama wao kuishi, lakini pia usalama wao wa mahitaji, kwa maana chakula na mengineyo lakini pia watoto hawa itabidi wote tuwapeleke shule. Tutawasiliana na afisa elimu wa kata, tutakaa kikao chetu cha Jumanne, tutajadiliana kwa kushirikiana na viongozi wengine, watoto waende shule, wapate elimu yao, kwa sababu mwisho wa siku haki ambayo anatakiwa apate watoto ni haki ambayo haifungamani na tatizo ambalo analo uh, mama yao. Sasa kujua mama yao tutamsaidiaje kwa changamoto alionayo, hayo tutajadili Jumanne. Kutoa ni moyo wala si utajiri. Wewe ambaye unafuatilia kwa sasa, unaweza ukawa ni mmoja wa kurudisha faraja kwa familia hii. Mimi ni Ana Milanzi.